Jinsi ya kutangaza biashara yako au kazi yako au taaluma yako au kitu unachoweza kukifanya kupitia Medium. Tutaangalia jinsi ambavyo unaweza kujitangaza na kupata wateja kupitia Medium blogging, au kufanya blogging. Tutaangalia vitu vyote, jinsi ya kufanya na namna ambavyo unaweza kupata wateja na kuwaleta katika biashara yako au kujitangaza ya kazi. Kwao leo tutaangalia Medium ambayo ni sehemu muhimu sana kwa wajasiriamali wa online. Utaweza kujifunza jinsi ya kupata wateja na jinsi ya kujitangaza. Sio lazima utumie TikTok, Instagram au utumie si WhatsApp. Kwa kutumia Medium peke yake unaweza ukapata matokeo na ukaweza kujitangaza kwa muda mrefu sana na kupata matokeo ya muda mrefu kwa sababu hakuna limit katika Medium. Kwa hiyo wewe aidha ni mfanyabiashara unauza nguo, unauza dawa, unauza chakula, unauza vitu vyote ambavyo unavihitaji viweze kuuzika labda Tanzania nzima. Nitakuonyesha hapa namna ambavyo unaweza ukatumia Medium kuweza kujitafutia wateja wako, kwa muda wako ukatafuta wateja ambao unahisi kwamba wanaweza wakafaa kununua katika katika biashara yako. Pia kama unatoa huduma, labda mfano sisi Victoria Agency tunatoa huduma ya kusaidia watu kurusha matangazo, tunatoa huduma ya kusajili makampuni, tunatoa huduma uh, za kufanya social media management, kufanya uh, content writing, kufanya graphics, web design hizo zote hizo, uh, kwa, kwa kutumia medium. Huwa tunatumia sana medium kujitangaza na kuweza kuandika na kuweza kupata wateja na kuwafikia wateja wengi. Pia kama we ni freelancer, labda umemaliza chuo umemaliza degree, umemaliza uh, masters, njia rahisi ambayo unaweza ukapata kazi au ukatangaza uwezo wako ni kupitia medium. Nitakuonesha hapa namna ambavyo unaweza ukatumia medium kuweza kutangaza katika level yoyote au taaluma yoyote ya elimu. Pia kama wewe ni fundi ujenzi, fundi umeme, ufundi wowote, nitakuonesha namna ambavyo unaweza ukatumia medium kuweza kutafuta wateja na kujitangaza, kwa sababu medium inahitaji tu uweze tu kuandika, na sio lazima uandike kwa mkono wako au kwa nini, unaweza ukatumia AI kuandika kwa hiyo Taona jinsi ambavyo unaweza ukatumia medium kupata wateja au kuleta wateja katika biashara yako. Kwa hiyo kama bado hujaanza kutumia medium kuandika kazi zako, unapoteza exposure, unapoteza wateja, unapoteza popularity, unapoteza authority, unapoteza mambo mengi sana. Anza kufanya hivyo leo uweze ku julikana kuweza kujitangaza na kujipatia wateja wa uhakika wateja wa kudumu. Kwa hiyo tutaangalia baadhi ya mfano ambayo unatakiwa ujue, medium ni nini? Medium ni jukwaa la blogging, ambalo lipo dunia nzima, sehemu kubwa duniani wanaziona wanaliona. Mfano kama mimi labda tuchukulie kwamba ninatoa huduma ya labda nafanya kazi na, na, natoa huduma ya kufanya research. Nikiandika medium, nikaweka namba zangu za simu, watu ambao wanahitaji kufanyiwa research watanitafuta, watakuja WhatsApp, au Telegram au kwenye email. Kama mimi mfano natoa huduma ya kutoa, kutoa Canva Pro kwa watu au kuwezesha graphic designer kutumia Canva Pro, watu watakuwa wananifata mimi, kwa hiyo uzuri wa Medium ni kwamba kuna watu ambao wako serious. Nikisema serious namaanisha ni wale watu ambao a, mtu ambaye ameingia pale kwa ajili ya kutafuta kitu fulani. Yani mtu hawezi akaenda kusearch Google kama ana tatizo, kwa hiyo inakusaidia kuweza kuwachuja watu unaowahitaji, kwa sababu mtu akiingia Google kutafuta kitu labda kama anaumwa labda tumbo akitafuta dawa ya vidonda vya tumbo akiingia pale Google atasearch. Sasa hivi kama umejiandika Medium pale Google itaonekana kwamba ame, ame watasuggest hiyo nani yako hiyo account yako au maandishi yako ya Medium. Kwa mfano hapa nikiamua kuandika hapa ukiangalia hapa wanakuletea blogs mbalimbali mbali. Sasa kama wewe umeandika maelezo yako Medium ina maana watakuja kuyaleta hapa na yataonekana kama umeandika Medium. Hamna mtu ambaye ameandika Medium ndio maana atuone hapa, lakini ingekuwa umeandika Medium tungeona hapo, inakuwa inajileta hapo. Mtu kama anatafuta solution anakuja hapo. Mfano tuandike ingine. Fundi ujenzi wa nyumba mfano, wewe ni fundi ujenzi. Sasa fundi ujenzi, kuna yes, unakuta ujenzi wa nyumba au ameandika Facebook, wameandika wapi, lakini amna mtu ameandika Medium. Mfano kuna huyu hapa ameandika Medium, ko kama ni huyu ameandika Medium, kama ni na wewe umeandika we, huduma yako umeandika Medium, Uh, ni rahisi kupata uh, kupata nini, ni rahisi kupata watu kwa sababu mtu akiwa anaingia Google akisearch tu uh, fundi ujenzi anakuja anapata uh, content yako inakuja inaonekana hapo. Kwa hiyo ikionekana, mfano hapa ameandika mwaka 2020 mambo ya kuzingatia kupunguza gharama za ujenzi. Umeona hapa ameandika ameandika, ametoa elimu ametoa elimu ametoa elimu, mwisho kabisa huku one ameweka namba yake ya WhatsApp. Kwa kama mimi ni fundi, unaona ana followers wengi hapa, followers wengi sana. Ah, kwa kama mimi ni fundi au mimi nahitaji fundi nitakliki hapa nitamteksti ili niweze kupata contact zake. Nadhani huu ni mfano mzuri sana ambao tutautumia, kwa hiyo uh, Medium ni kama LinkedIn, blog ni kama Google, zile blog za Google, si Blogspot, si nini, lakini Medium ni nzuri kwa sababu inakuwa suggested na inapewa priority katika search engine. Kwa hiyo unaweza kupata traffic, watu wanakuamini kwa sababu mpaka mtu umeandika Medium, umepublish Medium, ina maana wateja wakiona umefanya hivyo ni rahisi sana kuamini kwa sababu umeweka nguvu zako. Ko, kuna faida nyingi ambazo utazipata baada ya kupost kazi yako Medium. Kama wewe ni unafanya kitu chochote kile, fundi umeme, wewe ni mwanasheria, wewe ni mkulima, wewe una, una labda ni mtu wa mambo ya afya, wewe ni mtu wa chochote kile unachokifanya, unauza nguo, unauza nini, ko faida yake ni kwamba unaonekana global marketplace, dunia nzima, unakuwa unaonekana, na sio lazima mambo ya kulipia CSEO, si kulipia matangazo ili ionekane. Hapana, unaonekana free kwa kama unatoa huduma ambayo inatakikana duni, inataki, inatakika dunia nzima. Yes, unakuwa favorable zaidi kama ni Tanzania, pia unakuwa favorable. Una, unapewa kipaumbele kwa hapa Tanzania, kwa unapoandika kuhusu huduma zako, kazi zako watu wakibugwa hiyo huduma yako, blog yako inaonekana kwenye search engine, inajenga authority. Wateja hataki kujua bei wala kufanya, wanataka waone kwamba je, huu jamani, mtaalamu huyu mtu anafanya anachokifanya, anaelewa anachokiandika. Kwa hiyo ukishaanza kuandika blog uh, unakuwa automatically unakuwa unaonekana expert, unaonekana mtaalamu, unaonekana unajua, unaonekana upo serious. Kwa mfano, tumeona mfano mzuri kwa huyu mtu ambaye alikuwa anaangalia mambo ya kuzingatia unapokuwa unafanya au ujenzi, lakini kitu alichokikosea ni kimoja tu kwamba hajaweka picha. Unatakiwa weke picha, ili mtu kama anaona picha ya kitu unachokiandika inakuwa ni rahisi kukuamini zaidi, au inaongeza ile nguvu ya mtu kuendelea kusoma. Kwa hiyo zingatia kuweka picha a bila kuonekana. Hii sio kama TikTok, usi, Instagram, si nini kwamba ukipost kitu lazima na wewe uonekane sura ili watu wakuamini. Huko unakuwa unaandika tu. Unapokuwa unaandika unaandika tu blog yako, mfano jinsi nilivyomjengea nyumba ya vyumba vitatu na sebule kwa milioni kumi mpaka na tatizo kama hiyo, hata kama una milioni kumi kwenye account utatamani uisome. Mfano, jinsi nilivyosaidia wateja wangu kupata wateja elfu mbili kwa mwezi katika biashara yao kwa kuandikia content za Medium. Yes, kuna watu ambao nimefanao kazi, nimeandikia sana content nyingi sana, na mpaka leo napata wateja. Kwa hiyo, hiyo ni mojawapo ya kitu ambacho hata nikiandika kitavutia watu wengine ili wakisome. Kwa kazi yangu ni kutoa elimu, kutoa ushauri. Nitawaelekeza huko mwishoni jinsi ya kuandika blogi yako, jinsi ya kuandika post yako. Kwa hiyo lazima uzingatie hivyo vitu unapokuwa <coughs> unajitangaza kupitia Medium. Kwa hiyo unapomaliza kusimulia safari yako hiyo, mtu anagundua kumbe unaweza ukamsaidia kitu kingine na kusaidia kutengeneza evergreen content blog moja inaweza ikatumika miaka hata kumi kwa kutengenezea watu, sio kama status, si Instagram, si nini au Twitter. Ukiposti tweet moja, baada ya masaa ishirini na nne ishapoteza authority. Ukiposti, mani, status, ukiposti baada ya masaa 24 inatoka pale kwenye status, lakini huku tukiangalia mfano content ya huyu mtu huyu, ukiangalia content yake huyu, niwaami hapa content yake inaweza ikaishi miaka hata 50 kwa sababu watu wanaendelea kujenga, watu wanaendelea kupanga gharama za ujenzi kufanyaje na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa unapanda mbegu ya online ambayo itaishi siku zote, itaishi milele, kwa sababu mpaka unakufa utaacha, hii medium itaendelea kuwepo kwa mfano mwingine, tumeshaona. Mfano fundi ujenzi, mfano graphic designer, anaweza akaandika content zake kwamba labda makosa matano ambayo watu hufanya wanapochagua graphic designer. Ehe, kwa nini kamba ni siaham jasiamali jinsi ya kupata client wangu kwanza kwa mwisho wa blogi yako anatakiwa aweke tu call to action, kama unavyoona huyo hapa ameweka tu call to action ambayo mtu kama umeelewa na umetamani kufanya au kufanya au, au kuelekezwa u kufanywa alichokiandika, una mtext tu WhatsApp, sasa una click hapo, inaenda ikishaenda huko, wewe tayari umemaliza. Kitu kingine labda, unaweza unaezakwambia Yes, tunatolea mfano ule wa design kwamba umeshamwezea jinsi ya kutengeneza design kali mwisho design kali ya brand yako. Angalia kazi zangu. Oh, uh, ili uandike blog nzuri, zingatia vitu kama hivi. Uwe na headline ambayo inaeleweka vizuri, andika kama unamsimulia mtu, toa value utauza baadaye. Yani, kutoa value ni kumwelimisha mtu wetu watu elimu. Mtu kama ameelewa unachokielimisha na anataka umfanyie au msaidie, atakufata kwa sababu, atakufata kwa sababu umeweka linki zako za portfolio, za social media na za abda WhatsApp. Napendelea WhatsApp kwa sababu siku hizi kila mtu anatumia WhatsApp, kwa hiyo Unapokuwa unaandika hakikisha unatumia na picha. Una zinakusaidia sana hizo picha ili uweze u... ili blog yako ivutie. Usidharau Medium itakushangaza sana. Wapo watu wengi ambao wanapewa nao kazi, uh, wengine wanakuta wana focus na TikTok, Instagram, si WhatsApp lakini wanasahau Medium ambayo ni evergreen kwamba ukiandika kitu miaka kumi kipo. Sio kama zile content zetu za social media nyingine ambazo zinakuwepo ndani ya masaka zao, wiki moja tu inakuwa ishapoteza ishapoteza authority. Kwa hiyo hii ni marketplace ambayo unaweza ukauza chochote kile ukakitangaza kule. Kama ni affiliate, unauza affiliate product unakuwa unaziandika kule, hiyo inakusaidia kuweza Uh, kuuza na kupata wateja na kutangaza kazi zako. Kwa kama unataka kuanza, anza leo kuandika blogs, unaandika posti moja au mbili kwa wiki. Kama unaanza, anza na posti mbili, ukiweza, andika kila siku kama una muda. Jifunze kuandika content ambazo zinatoa value, zinaelimisha. Uh, pia, mfano ukianza blog yako leo unaanza tu kuiposti kupitia status unakuwa una share unachokiandika kwenye social media nyingine ili uweze kuifanya ionekane na kukua au uweze kuzoeleka, ili iweze ku, kuendelea kutangazwa pia. Uh, ukiendelea hivyo utaanza kuona watu wanafuata inbox, kwa sababu unakuwa unawafikia watu wengi. Internet rewards wale wanaojitokeza na kutoa maarifa, unapokuwa unatoa elimu, unapokuwa unapiga kelele, unafanyaje? Unaongea, unaandika, utaonekana kwa watu wengi au watu watakufata inbox, watakuja waelekeze. Kwa hiyo uh, blog structure ambayo unatakiwa katika kuandika hii blog ya Medium natakiwa ina title nzuri, au headline, uwe na hook nzuri. Yes, uelezee experience au uzoefu wako, toa elimu au entertain, unaburudisha, baadaye call to action. Unakuwa umemaliza. Hiyo ndo njia pekee ambayo unaweza uka yes. Kama unahitaji msaada zaidi kuhusu namna ya kuweza kutangaza au ujui wanzeje, katika kujitangaza au ujui namna ya kutafuta wateja kupitia Medium, labda una elimu tayari, una degree yako, una taaluma yako, ujui uweze unafanyaje ili kupata wateja pia labda kama una biashara yako unahitaji kutafuta wateja kupitia medium utafute whatsapp nimeweka namba ya whatsapp hapo chini 0693880325 tutakusaidia kupitia Victoria Agency tutakusaidia kupata wateja na ukuletea wateja kwenye biashara yako ea uo unauza e-book product. uo unauza nguo unauza, unauza chochote kile ambacho kinahitaji watu wakuone, kinahitaji kuwafikia watu. Tutakusaidia kuweza kuwafikia na kuwaleta katika biashara yako kupitia social media na kupitia media ambayo ni rahisi kuitumia. Tutakufundisha namna ya kuweza kuitumia. Yes, mahusiano yetu tucheki hapo chini, nimeweka maelezo, whatsapp s9388 325 nitakuelekeza namna ya kuweza kutumia media. Karibu sana na, na kutakia wateja wengi zaidi. E, unapozidi kujitangaza kupitia hizi social media.